dimba la Benjamin Mkapa ee, licha ya kuwa na taarifa kadha wa kadha kuhusiana na dabi ya Kariakoo, mashabiki wapo hapa. Hapa nipo na shabiki wa Young Africans Sports Club ambaye ametokelezea kuja kutizama dabi ya Kariakoo. Anajiita Babu Yanga. Ndivyo sivyo? Ndio, mimi naitwa Babu Yanga e. E, nimetoka Mbeya e, sehemu ya Songwe viwandani. Umetoka Mbeya? Eh. Alafu umezungumzia shabiki, mimi sio, ni Min... mwanachama, mwana, kumradhi bwana. Wewe ni mwanachama wa Young Africans mwana, na kadi yako si? ipo hai, ipo hai kabisa. Imeshalipiwa. Leo vipi hapa bwana Benjamin Mkapa, tuanze, tukuanza kwa kuamini kwamba ku, kwa ku, kwa ku, kwa kwa kwa dabi ya kai yako ipo kama ambavyo timu yako imetoa kauli kama ipo lepi wategemea Yanga. E, eh, dabi ipo eh? Mategemeo yetu leo ni kwamba ushindi eh? na ushindi huo haupungui goli tano. Ah, goli tano katika goli hizi tano, eh? goli mbili za kujifunga wenyewe kama kawaida yao kwa sababu wana tabia ya kujifunga bwana, mtema mate chini, ni kweli kwa sababu Kigiri mimi namjua eh? Duchu eh? leo ni zamu ya Duchu na Chamaloni kujifunga kwa sababu alijifunga siku ile Kigiri eh? leo ni zamu ya Duchu eh? na Chamaloni. Wanasema Chamaloni hayupo. Chamaloni. Nadhani eh? wameshaona lakini goli mbili tayari wameshtuka wame, wame, wame wameshtuka pia eh? yule Kamala eh, wanamwita pinipini na spider sema eh, na na yupo, lakini ni uoga kwa sababu leo ndo siku ya Kamala eh? kufungiwa. Yuko mtoto mdogo pale, leo nizamu ya Kamala ilikuwa kufungiwa kama alivyofungiwa Manula. Ah bwana wewe, tano haonekani ilikuwa majeraha nadhani alianza baada ya kupigwa tano eh? haonekani eh? Kigiri baada ya kujifunga Haonekani kwa leo, ilikuwa zamu ya Kamala, na ndio maana wanasema Chama leo hayupo, Kamala hayupo. Hiyo ilikuwa tayari, lakini goli zetu tano ziko pale pale. Mtani kasema aleti timu, kama aleti timu yeye, nadhani kuna mashabiki wa Simba na sisi wanachama wa Yanga tutakipiga pale, pointi zetu tatu watatupa. Yani hiyo oh, yani, yu, uko lazi kabisa na, tutacheza nao. Na mashabiki, mkicheza tunawapiga tano mpaka mashabiki eh, yani hizo tano hazipungui e, tano hazipungui hii e. Taarifa ya kwamba wao hawataleta timu wewe umekushtua, mimi haijanishtua kwa sababu ndugu zangu, a kuna kaujanja fulani wanafanya propaganda nyingi eh. Wao wanachofanya ni kutaka kupunguza mapato Yanga ili watu wajue kwamba mechi hamna, wakati mechi ipo, ili mapato yafanye nini? Yapungue. Lakini sisi hatuangalii mapato, sisi tunataka leo tupige tano na pointi tatu, pointi tatu, pointi tatu. Wachokozi sana nyinyi, kwa nini sasa, kwa nini mwazuia wasingie kufanya mazoezi eh? Mazoezi tu, wachokozi bana. Mazoezi tunawaruhusu wafanye, isipokuwa wale wazee walioingia, maana kuna basi ziliingia tatu pale, mimi nilikuwepo. Ah, kama nimetoka Mbeya nimetumia gharama kila kitu kinachotakiwa kufanyika hapa na kwepo na shiriki yeah. Na angalia mazoezi yanakuja saa yeah. nne usiku wazee, ah, vikongwe alafu, ah. saa nne wenyewe wanakuja kwenye gari mle, wameweka sanda. Ilikuwa muda wa iftari kabisa ah, iftari bwana ah, tunakula shee saa moja na robo yeah. kumi na mbili ndio muda huo yeah. eh yeah. hey. Sasa ukija saa nne, hapana, hata dak wenyewe hailiwi hivi, saa nne kula usiku kwenye uwanja kama huu yeah. tumashituke, unawaambiaje Nawaambia waingize timu tuwapige tano leo, tumalizane. Sisi ndio mabingwa, sisi ndio mabingwa <laughs> okay. tulitaka leo ndio tuongoze ligi kwa kupitia wao. Wow, sabatimbaye alikuwa waoga wakaanza kutupisha mapema. okay. hey. Yaani uoga hey, mapema, sisi tunaongoza hey. Sasa leo tunawacheza tu, wakija tungepiga tano. Tupiga tano, wanakuja Sio, wana, wana wanakuja kukuja wanakuja, eh, kuja, wanakuja. Lazima eh, kuja lazima waje ila wanaangalia kwao kule wanataka kupunguza mapato, sisi tunasema mapato sio shida, si tuna hera na ya. Yani wanataka mashabiki wasiingie, wenyeji asipate mashabiki eh. Okay. Lakini media zote matangazo yote mpaka hapa uwanjani tiketi wanakata, alafu natuambia wasije. Kweli shehu, uoga huo, walete timu wale. Ah, Selemani hapa Hamisi so, so. Uh, oh, kutoka Singida leo, leo, nini, ah, leo cha muhimu ni pointi tatu bras. Eh, cha muhimu ni pointi tatu mnyama aje tu uwanjani, asiogope e, ni wa kawaida tu ume, ume, ume asikia, ya kwa, okay. Maneno nimeasikia ila mimi siamini hayo. Kikubwa alete timu tu siamini okay. mm. ah, si, si, kama ataleta timu na hakika mnyama ataleta uh -huh. eh,